Moja kwa moja kwamba eh, dabi ya leo watakuwepo kiwanjani. Watu wengi walikuwa wanasubiri kuona klabu ya Simba ni vipi wataweza ku-escape mchezo wa leo lakini hakuna namna. Uh, na hakuna kipengele ambacho walikuwa wamekielezea kwamba ni vipi wataweza kukataa kucheza mchezo wa leo wa dabi ya Kaliako dhidi ya watani zao uh, uh, watani zao uh, wa dabi Young African. Lakini leo rasmi kupitia akaunti yao ya Instagram uh, klabu kubwa Simba Simba wamethibitisha mida hii, wamethibitisha kwamba wanaenda kuhusika na mchezo namba 184 na mchezo wa dabi ya Kariakoo na majila ya saa kumi na moja kamili jioni watakuwepo kiwanjani, mambo ambayo tunayazungumzia hivi sasa. Simba Simba kucheza mchezo huu, kuna mambo mawili makubwa zaidi ambayo tunaenda kuyaangalia, wai Simba wanaenda kucheza huu mchezo na wakati kulikuwa kuna sintofahamu ya mashabiki, kwa nini Simba haichezi au Simba itacheza, na ikicheza itacheza vipi? Kila mmoja alikuwa anajiuliza, Simba kweli wanaweza kugomea huu mchezo? Watakuwa wana sababu zipi za kugomea mchezo? Simba kutokutokea katika matukio mawili, hii imekuwapa hofu eh, sana mashabiki wao, wakiangalia je, wanunue tiketi, je, waende kiwanjani, wabaki walipo au ni nini wakifanya matukio mawili ambayo Simba Sports Club ambao wame escape haya yote yalikuwa ni dalili za kwamba Simba hawana mpango na mechi hii. Eh, ni mambo makubwa zaidi na mambo hayo ni haya: Simba wamekwepa MCM. MCM ni mkutano ambao huwa ni wa mwisho kabla ya kuelekea mchezo husika. Huu ni mkutano ambao unakutanisha timu zote mbili, yaani klabu ya Simba ambaye ni mgeni katika mchezo na mwenyeji ambaye ni klabu ya Young African, lakini pia hapa wanakutanisha maofisa wote upande wa wasimamizi wa mchezo, upande wa viongozi wa ligi pamoja na viwanja wote, wanakutana kwa wakati mmoja wakiweka mipango na mikakati. Upande wa klabu ya Simba watawakilishwa na viongozi ambao wanakuwa wanatokea upande wao, sio benchi ya ufundi, ila viongozi. Yanga nao viongozi, patakuwa viongozi wa TFF, viongozi wa bodi ya ligi na wengineo, lakini pia na wale wote wanaosimamia uwanja na walinzi wanapeana mikakati kuelekea katika mchezo husika. Na MCM ilibidi ifanyike leo saa 4 asubuhi kabla, uh, ni masaa takriban sita au kwenda saba kabla ya mchezo, lakini kwa sababu ya mechi za dabi, pressure iliyopo, ili kuruhusu mashabiki kuingia mapema, huwa wanaifanya siku moja kabla, na ilifanyika jana, na hii ni nje na press conference lakini pia katika matukio mawili tunayozungumzia, nikiachana hiyo MCM, kikao cha mwisho kabla ya mchezo, pia kulikuwa na press conference ambayo kikanuni ni lazima, na press conference inakutanisha watu wa benchi ya ufundi ambao wanaweza kawa kocha na wa timu wa timu zote mbili, upande wa Yanga na upande wa klabu ya Simba. Lakini pia anakuwepo pia wenda kiongozi yoyote kutokea upande wa bodi ya ligi, aidha afsa habari au nanini, ambaye atatoa takwimu, tathmini na mambo mengineyo lakini tukashuhudia siku ya jana klabu ya Simba walikataa kutokea katika press conference, na press conference mpaka inamalizika upande wa klabu ya Yanga, Simba walisubiriwa na walipigiwa simu, viongozi wa Simba simu hazikupokelewa. Simba walisubiriwa kusubiri press conference Hakuna aliyetokea MCM Simba walisubiriwa, hawakutokea na simu za viongozi zote ziliita hadi mwisho, ukisikia namba unayoipigia haipokelei kwa sasa jaribu tena baadaye. Basi hiyo ndio jambo kubwa zaidi lilokuwepo kwa siku ya jana katika baina ya viongozi wa eh, bodi ya ligi pamoja na upande wa klabu ya Simba. Lakini kitu kingine eh, kuna ile mazoezi ya mwisho kabla ya mchezo wakati ile ambapo mchezo utachezwa, hiyo sio muhimu sana, lakini ipo kikanuni, ni muhimu lakini sio muhimu zaidi pia napo Simba walisubiriwa katika uwanja wa Benjamin ya Mkapa, hawa wakutokea. Lakini leo majira haya, naweza nikasema ni muda mfupi sana, klabu ya Simba wametangaza rasmi kwamba watahudhuria mchezo.